Tuko shambani leo, sisi tunadili na ufugaji na utoaji wa elimu. Watu wengi waga wanahangaika sana na mfumo wa magonjwa, unakuta magonjwa hayakosekani shambani kwake, lakini kitu kimoja ambacho ni cha muhimu sana, zingatia kufunga keji bandani kwako. Ukifunga keji kama hivi, ina maana hapo umezuia kuku akiumwa, huyu hawezi kumwambukiza kuku wa juu, kwa sababu chakula hawashei hata pesi moja, na nyingine hawashei chakula lakini pia wanakula chakula ambacho kiko safi, kiko juu, hakihusiani na vumbi wala tope kwa chini. Siku zote huwa nakwambia kwamba ufugaji wa kuku kupe matokeo mazuri, unahitaji vitu viwili vikubwa. Cha kwanza ni usafi wa banda, kitu cha pili ni ubora wa chakula pamoja na chakula cha kutosha. Kuku unavyomuona hapa anatakiwa ale chakula ambacho ni bora, lakini kinatakiwa kiwe cha kutosha pia. Usafi wa banda kama unavyoona banda letu ni safi kwa hiyo kuku atataga vizuri, kwa sababu amekula ameshiba.